Mlango wa saba. Haya ndiyo aliyonionyesha Bwana Mungu; tazama, aliumba nzige mwanzo wa kuchipuka kwake mimea wakati wa vuli, na tazama, ilikuwa mimea wakati wa vuli baada ya mavuno ya mfalme. Ikawa nzige walipokwisha kula majani ya nchi, ndipo nikasema: Ee Bwana Mungu, samehe na kusihi; Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo Bwana akaghairi katika jambo hili. Jambo hili halitakuwa, asema Bwana. Haya ndiyo aliyonionyesha Bwana Mungu. Tazama, Bwana Mungu aliita ili kushindana kwa moto, nao ukavila vilindi vikuu, ukataka kuiteketeza nchi kavu. Ndipo nikasema, ee Bwana Mungu, acha na kusihi, Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo. Bwana akaghairi katika jambo hili pia. Jambo hili halitakuwa, asema Bwana Mungu. Haya ndiyo aliyonionyesha. Na tazama, Bwana alisimama karibu na ukuta uliojengwa kwa timazi, mwenye timazi mkononi mwake. Bwana akaniambia, Amosi, unaona nini? Nikasema, naona timazi. Ndipo Bwana akasema, tazama, nitaweka timazi kati ya watu wangu Israeli. Sitawapita tena kamwe. Na mahali palipoinuka pa Isaka patakuwa ukiwa, na mahali patakatifu pa Israeli pataharibika; nami nitaondoka nishindane na nyumba ya Yeroboamu kwa upanga. Ndipo Amazia kuhani wa Betheli akapeleka habari kwa Yeroboamu mfalme wa Israeli akisema, Amosi amefanya fitina juu yako kati ya nyumba ya Israeli; nchi haiwezi kustahimili maneno yake yote. Kwa maana Amosi asema hivi, Yeroboamu atakufa kwa upanga, na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa atoke katika nchi yake tena. Amazia akamwambia Amosi, Ewe muonaji, nenda zako ikimbilie nchi ya Yuda, ukale mkate huko, ukatabiri huko; lakini usitabiri tena huku Betheli, kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme, nayo ni nyumba ya kifalme. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, Mimi sikuwa nabii, wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu. Naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi. Bwana akaniambia, Enenda uwatabirie watu wangu Israeli. Basi sasa lisikie neno la Bwana. Wewe unasema usitabiri juu ya Israeli wala usitoe neno lako juu ya nyumba ya Isaka. Kwa hiyo Bwana asema hivi, mke wako atakuwa kahaba mjini, na wana wako na binti zako wataanguka kwa upanga, na shamba lako litagawanywa kwa kamba, na wewe mwenyewe utakufa kwa nchi iliyo najisi, na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa kutoka nchi yake.